Kitengo hicho cha elimu maalum katika Shule ya Msingi Mwembeni kilianzishwa mwaka 2014 kikiwa na wanafunzi nane, ila kwa sasa kina wanafunzi 85 wenye usonji, ualbino, uoni na usikivu hafifu. Wazazi walio wengi hawana uelewa juu ya watoto hawa kupata elimu na wao kujifunza, wakiamini kwamba watoto hawa hawezi kupata elimu na wala hawawezi kujifunza na wakaelewa, kiasi kwamba huwa wanawaficha na hawataki watoto hawa waweze kupata elimu, lakini pia hata tu kubainika katika jamii, baadhi ya watoto huwa wamefichwa ndani, yaani mzazi haamini kwamba huyu mtoto anaweza akafundishwa na akaelewa. Maana ulemavu, ulemavu kila mmoja anaweza akaupata, na ulemavu sio kwamba ni ugonjwa, ni hali tu ya mabadiliko ya mwili ambayo anaweza yakamfanya mtu akafanya hata kazi zingine. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi tu kwamba hawa watoto walioko huko mitaani tujaribu kuwaleta hapa shuleni, wanafundishika vizuri sana. Sababu ya kushuka kwa idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum inatajwa wanafunzi hawa wanatembea umbali mrefu pasipokuwa na msaidizi, hali inayosababisha wao kufikia hatua wanaacha masomo na kukatisha masomo yao na kuendelea na shughuli zingine ambazo huwa zinawafanya waendelee kuwa nyumbani. Wazazi nao pia wanapata changamoto kubwa kuwasindikiza kila siku wanafunzi hawa kwa sababu wanashindwa kufanya shughuli zao za kupatia za vipato. Wapo baadhi ya wazazi na walezi wa watoto wenye mahitaji maalum, wao wamefanikiwa kuendeleza watoto wao kwa mwaka watatu sasa. Kwa kweli alikuwa tu ni nyumbani, nilikuwa siwezi kumpeleka sehemu yoyote, ili maana hata kumbeba ni changamoto sababu ni mkubwa sasa, lakini tangia apate kiti, naona kuna uafadhali kwa sababu sasa hivi hata afya yake inakuwa tofauti na alivyokuwa hajapata wa, wa, wa, wa, wa, watu wanaokuja kuwatembelea na kum, kumsalimia na kumtazama jinsi alivyo. Kumleta ninamleta kwa sababu sina kazi, yote inaweza kusema kwamba hivi nina kazi, labda nafanya biashara au naenda mashambani. Kwa kifupi kazi kazi zangu zote hakuna kazi inayoenda mbele. Sasa hivi maisha yangu yameshabaki ya kumlea mtoto huyu. Kila Ijumaa ya wiki, kitengo cha elimu maalum Mwembeni kimetenga siku hiyo kwa ajili ya kuwafuatilia watoto ambao hawahudhurii shule na kuwaibua watoto wapya. Baadaye wakawa wamepita watu ambao ni walimu, wakawa wamemwona huyu mtoto, wakamuulizia kuhusu huyu mtoto, akawaelezea mamangu hayupo, mimi ndo nipo naye. labda anasoma anafanyaje? Akasema asomi wala afanyi chochote. Kwa hiyo wakaanza kumfuatilia kuanzia hapo, ndo akawa ameletwa hapa shuleni. Wadau wa maendeleo ya elimu nao hawapo nyuma katika kuisaidia shule hiyo. Tumejenga madarasa madarasa mawili na ofisi moja ya walimu Kingine tumepanda miti, miti ya sahivi ni mikubwa. Nikiripoti kutoka wilaya Chato, mkoani Geita, Ester Sumira, Azam News <muchos>